Asante ndugu mwandishi, naitwa kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Janet Magomi, kamanda wa polisi wa mkoa wa Shinyanga. Ni kwamba ni kweli ofisi yangu imepokea taarifa ya tukio la mauaji leo hii lakini leo hii asubuhi, lakini kwa taarifa za watoaji taarifa e, ni kwamba tarehe 30 wa 11/25 majira ya saa moja za usiku katika mtaa wa bugweto uliopo bugweto kata ya Ibadakuri wilaya na mkoa wa Shinyanga, mwanamke ambaye ametambulika kwa jina la Betia Oscar Chacha ambaye ana miaka 25 mkuri ya Mkristo na ni mwalimu wa shule ya msingi Ibadakuri na ni mkazi wa Bugweto a hey, akiwa nyumbani kwake aliuawa kwa kukatwa na kipande cha chupa mikononi, shingoni na mapajani na mume wake ambaye ametambulika kuwa ni askari magereza ametambulika kwa kuwa anafanya kazi magereza yetu ya hapa Shinyanga, na bado tunaendelea kuchunguza chanzo cha tukio hili la kusikitisha la kuhuzunisha la kikatili uliopitiliza ili tuweze kujua chanzo ni nini. Kwa hiyo mtuhumiwa tupo naye hapa polisi tumemkamata na tunaendelea na mahojiano. Nayo wito kwa jamii, kwa wanandoa, kwanza tumweke na tumtangulize Mungu mbele, lakini eh, tunaendelea kwenye hiki kipindi cha eh, kupinga ukatili katika hizi siku kumi na sita, ukatili dhidi ya watoto, ukatili dhidi ya makundi mbalimbali mbali, wanawake, eh, tunawaambia bado wote ambao wanafanya ukatili, mfano hususani huyu mwanaume kwamba makundi hayo basi tujielekeze kama nilivyosema kwa Mwenyezi Mungu, muomba Mungu atusaidie, lakini pia turudi katika swala zima la malezi uh, katika jamii, lakini upendo kwa wanandoa. Inafika mahali wanandoa inafika mahali upendo unaondoka kabisa, inafika mahali mnauana. Huyu mwalimu aliyeuawa wa miaka 25 bado binti mdogo, na huyu aliyefanya tukiwa na miaka 31 bado ni vijana wadogo kwa hiyo tunapoingia pia katika mahusiano tufuate yale ambayo tunapewa na viongozi wa dini wote, ile Mwislamu au Mkristo, madhehebu yoyote yale, tunaambiwa na mashehe, mapadri, makasisi, maaskofu kwamba tukae kwa upendo, tupendane, lakini tuishi namna hiyo katika upendo huo na si kufanyana vitendo vya ukatili.